Familia hizi nafasi za JWTZ siyo rahisi kupata kama wengi wetu tunavyofikiria. Sikukatishi tamaa, lakini ukweli ni kwamba ushindani ni mkali sana, lakini pia watu wengi, vijana wengi, wazee wengi wanatamani hizi nafasi za kuandikishwa JWTZ, lakini ni ngumu kivipi? Pia yaani, kwenye usaili wake tu pindi nafasi inapotangazwa unachanganyikiwa, unakuwa hauelewi je, haya maombi niende Dodoma au nipeleke posta iliyopo karibu yangu? Kwa hiyo kivumbi na jasho kinakuwa kinaanzia pindi tu nafasi zinapotangazwa usaili unaanzia hapo hapo, unachanganyikiwa kabisa. Hivyo basi, kama unazitaka hizo nafasi za JWTZ, aisee, ndugu yangu, inahitaji kupambana sana, lakini pia mshirikishe Mungu, lakini pia tambua ushindani utaendelea kuwepo. Hivyo basi jipange sana.